Katika nchi tulivu ya Tanzania kulikuwa na kijiji kiitwacho Lugulu, mashariki mwa Tanzania kando ya mto mkubwa uliopitisha maji baridi ya milimani. Kijiji hicho kilikuwa kimya, lakini kiliishi na sauti za maneno, maneno yanayoweza kujenga au kubomoa. Humo aliishi Musa, mwanaume mkarimu, fundi seremala aliyejulikana kwa kazi zake nzuri za mbao. Alikuwa ameoa mke mrembo mwenye busara na hekima nyingi aitwaye Amina. Musa na Amina walikuwa na ndoa ya miaka saba, waliishi kwa upendo na heshima hata kama maisha yalikuwa ya kawaida. Amina alikuwa mnyenyekevu, mpishi mzuri na mara kwa mara alisaidia wanawake wa kijiji na shughuli za maendeleo. Watu wengi walimpenda, lakini upendo huo haukupendwa na wote. Siku moja Musa akiwa dukani kwa rafiki yake Juma alisikia minong'ono. E, unaambiwa nini? Amina yule anasemekana huwa anaingia kwa mganga wa kijiji kingine, na si kwa tiba tu. E bwana we, hata fundi mweusi kule stendi alisema alimuona akitoka chumbani kwake usiku mmoja. Musa alicheka kwa sauti ya juu kwa mara ya kwanza, lakini usiku ulipofika, moyo wake haukutulia. Kauli zile zilianza kupenyeza mizizi ya shaka. Siku zilisonga, wivu ukawa doa moyoni mwa Musa. Alianza kumtazama Amina kwa macho ya shaka. Hakumkumbatia tena kwa upendo wa awali, aliuliza maswali kwa hasira, alikaa kimya kwa muda mrefu. Amina alihisi mabadiliko, akajaribu kuzungumza naye, lakini Musa alikuwa tayari ameanza safari ya uamuzi usio na majuto au hivyo alidhani. Mwezi mmoja baadaye, bila ushahidi, bila mazungumzo ya kina, Musa alimfukuza Amina nyumbani. "E, enda zako," alisema kwa sauti ya baridi, "sitaki kuishi na mwanamke wa aina yako." Amina alichukua kitenge chake, machozi yakitiririka, lakini hakusema neno. Aliondoka akaenda kwa mama yake, kijiji cha jirani. Miaka miwili ikapita, Musa hakuoa tena, lakini kila siku alijaribu kuamini alichokifanya kilikuwa sahihi. Lakini maisha yalibadilika, wateja wake walipungua. Heshima yake kijijini ikatoweka polepole pole, na marafiki waliomletea maneno wakatawanyika kama moshi. Siku moja akiwa kwenye sherehe ya harusi ya mpwa wake alikutana na rafiki wa zamani Saidi, ambaye alikuwa amehamia mjini miaka kadhaa nyuma. I e, unajua, Saidi alisema, Amina anakufikiria sana, ni mmoja wa wanawake wachache niliowaona wamebaki na heshima hata wakidhulumiwa. Musa alinyamaza. Ii mwanzo wa tetesi zile ilikuwa ni chuki tu ya mwanamke mmoja uliyemkataa zamani. Alitunga hadithi akawatumia wengine kueneza. Na ile ya fundi mweusi. Alikiri mwenyewe kuwa alidanganya kwa pombe. Musa alihisi kama dunia imemshukia. Alikumbuka jioni zile Amina alipomletea chai akiwa na tabasamu. Alikumbuka sauti yake tulivu na macho yake ya msamaha. Alikumbuka na alilia. Aliporudi nyumbani, alikaa peke yake. Ukuta wa nyumba yake ulimwangalia bila huruma. Aliandika barua. Alitembea kwa mguu hadi kijiji cha Mama Amina. Alimpata akiwa anawafundisha wasichana kuhusu afya ya uzazi. Alichokiona kilimvunjika moyo zaidi, Amina hakuwa na chuki. Alimkaribisha, akamshika mkono na kumtazama kwa macho yaliyosema nilisamehe zamani. Musa alipiga magoti. E, nimejifunza, Amina alisema kwa sauti iliyovunjika, maneno yasiyo na mizizi yalinipofusha. Niliharibu kila kitu kwa sababu ya kusikia. Na sasa kila usiku najilaumu kwa kupoteza zawadi ya dhamani. Amina alinyamaza kwa muda kisha akasema kwa upole, majuto huwa hayaji mapema. Lakini Mungu huponya waliovunjika, hata kama si kwa njia ile tuliyoitarajia. Funzo: usihukumu kwa kusikia. Maneno yanaweza kuwa sumu au dawa. Ukimwacha mke kwa tetesi, unaweza kuacha maisha yako yote. Tambua dhamani ya mke mwema kabla dunia haijakuonyesha dhamani yake kwa njia ya majuto.